Uko na mtangazaji wako Andrew Ngoe, tupo katika kipindi cha mahojiano na mtumishi kupitia media yako Holyland Media TZ. Tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube. Na tuko leo na mtumishi, mtumishi Katekisti wa kanisa la mtakatifu Tito Mzuguni. Mtumishi bwana asifiwe. Amina bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina za uzima. Ah, Mungu namshukuru Mungu kwa neema. Ndio e, kwaresma hii mbele yetu. Kwanza kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha toba kwa sisi wa Kristo, kanisa la Anglikana, wazo ambayo linatuelea lilonao ni mm. upendo mm. Napozungumza habari ya upendo, upendo wakalania kitu chochote kile mm. kiangalia katika amri za Mungu amri kumi, asema lakini amri kuu ni mbili, nasema kuwa mpende Bwana Mungu wako moyo wako wote mm. lakini ya pili, mpende jirani yako kama nafsi ya kwako. Unapozungumzia habari ya upendo, ukivikamata hizo amri hizo mbili ndipo unakuwa ni mtu wa toba, ni mtu wa kushirikiana na wenzio vizuri. habari hmm. ya upendo ni kipindi ambacho tunaelezea kipindi cha Kwaresma, kipindi cha mfungo hmm. e, naam. Tunaanza kujua Kwaresma ni nini, kwa ambao hawajajua hii maana ya Kwaresma. Ah, Kwaresma tunakumbuka ni kipindi cha toba, nimesema hmm. Unajua, kipindi ambapo kabla Kristo hajaja, wenzetu walipokuwa kule Misri walipita sehemu mbalimbali, sehemu ngumu, na kipindi hicho Farao uh, Mungu anamwambia Musa msakumboe uh, wana wa Israeli wa kule wa Misri, Farao wakaonyesha kuwa ana moyo mgumu, lakini ndipo malaika akamwambia kuwa ewe Musa, waambie wana wa Israeli wapake damu zao maana kuondoka kuondokamaniwa ya milango ili uwe ukombozi kwao. andipo Mungu akatuma malaika wakaanza kuua wazaliwa wa kwanza wote wa Misri na Waisraeli wote walienda kupona. Sasa kipindi hicho ni kipindi cha agano la kale, ndipo sasa tunapokuja kwenye agano jipya. Yesu anajitoa, anajitoa kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu wote, tena haina haja ya kuchinja mnyama yoyote, bali yeye mwenyewe kajitoa kwa sadaka na katika mfungo yeye ndo anaanzisha mfungo. Mfungo alifunga siku 40 lakini wenzetu uh, Waislamu wanafunga mwezi mmoja tu kama siku 30. Ndiyo. Uh, na kama siku 30 na sisi tunapoingia katika siku 40 tayari tunaingia kuazimisha kufunga. Na kufunga maana yake ni nini? Kufunga ni kujinyima. Unaweza kusema kuwa anafunga, kumbe unajitabisha kutokula. Ndiyo. Unapofunga Uwe, uwe vizuri, nasema kama kufunga, labda unafunga mlango kwa maana nimezungumzia habari ya upendo, unaposema habari ya upendo na unapofunga, kwa maana umesafisha ndani, pamekuwa pasafi. Panapokuwa kwa pasafi, ndipo unafunga. Unapofunga hakuna takataka yoyote ambayo itaingia, bali ndani panabaki kuwa pasafi. Na kufunga maana yake nini? Ni kuwakaribia watu wengine. Najua wengi wanapenda kufunga lakini hawawezi. Kwa nini? wanapenda kufunga lakini hawawezi. Ukichukua wenzetu, kwa mfano Waislamu, utakuta wakifunga na hata kama wale ambao hawawezi wanafunga. Wanapofunga, ikifika kipindi cha jioni, wanapokuwa wanamaliza ile ibada ya jioni, wanakula na vya- wanakuwa na vyakula pale na wale hata maskini, ndipo wanaenda kupata vile vyakula tayari, funga yao inakuwa na maana. nasa vitu vingine vya kuiga ambavyo ni vizuri kwa wenzetu, lakini vitu vingine kila mmoja ana imani ya kwake. Hiyo najua ni pointi kubwa sana kwa wenzetu mm. wanapofunga wanapokwenda kwenye ibada, wanapomaliza ibada, kuna vyakula, watu wanaenda kula pamoja na wale ambao hawana. mm. usije mwingine akajitabisha, anafunga lakini hata jinsi ya kufungua ya kufutulu ile jioni hana pale, anajitabisha, baadaye atakuwa na manung'uniko, funga yake itakuwa haina maana. Naam, tunaelekea kwenye huu um, mfungo wa Kwaresma tunaweza kuwajulisha wasiojua, labda mfungo mm. wetu una una siku ngapi? Mfungo wetu una siku arobaini. mm. E, kwa maana siku ya Jumatano nafikiri itakuwa ni tarehe tano hivi mm. takuwa tunaingia kwenye mfungo mm. nabii nabii Yoeli anasimulia habari za mfungo, anasema kuwa piga kelele usiache kusoma mm. nabii Yoeli sulail ya pili nasema, piga kelele usiache, yani kupiga kelele, piga tarumbeta, kwa maana unapopiga kelele kelel, unasimulia matendo makuu ya Mungu, kwa maana lazima uweze kushuhudia matendo makuu ya Mungu, na ndipo kusoma mstari ya chini, anasimulia habari ya kufunga namna gani, namna kuweza kufunga. Usifunge kwa ajili ya muna, lakini kwanza ujue maana ya kufunga. kufunga ni nini? Ndipo kufunga, kitabu cha nabii Isaya anaongea habari ya kufunga nabii Isaya sura ile ya hamsini na nane anasimulia habari ya kufunga, habari ya kufunga anasema kuwa funga hiyo nzuri, kwanza kuwa na huruma. Ukishakuwa na huruma tayari unajenga upendo katikati ya kwako, unawatazama yatima na wajane na wajane, hiyo ni funga hiyo nzuri, kuwaona ambao hawawezi wa, kuna vitu ambavyo utakuwa nayo, utakiwa uwe na moyo wa huruma, uwe mtoaji wa sadaka funga yako ikuwa na maana sana sikana kwamba unaweza kuwa, kuwa uh, usipokuwa nimefunga hmm, lakini mfunga yako kwa unajinyima kula tu hmm, lakini kumbe ukawa huna huruma ukawa una magomvi ukawa huna msara kwa mtu yeyote funga yako itakuwa haina maana. Na mtumishi mkristo yupi ana ana ana anapaswa ana kuingia katika mfungo wa Kwaresma okay? Ni uh, Kristo yote. Kwanza atakuwa mtu ajue maana ya kufunga kama nimesema. Ujue maana ya kufunga. Sio ukaingia tu kufunga saa, kufunga saa saa na wokovu. Naweza kusema kwa okoka hujui maana ya wokovu. Kesho usije ukapotea. Uliza vizuri ujue maana ya wokovu ni nini, upate misingi ya wokovu. Ukishapata namna ya wokovu, tayari ukiokoka utakuwa na misingi ya kuweza kujisimamia saa saa mfunga. Unapofunga ujue maana ya kufunga, kwa maana nimesema kwa funga ile iliyo nzuri. Ah, uh, kwanza unakuwa na kitu ambacho kufunga dhambi. Unapofunga dhambi, ndipo unakuwa na moyo wa toba, unaenda kwa hudumia wajane, yatima, wahitaji, ah, mtoaji mzuri wa sadaka. Lakini kufunga ni kufunga dhambi, sio kufunga tu kutokula, ni kufunga dhambi. Najua kila mmoja ana mapungufu. Katika mapungufu, unajua pungufu lipi ambalo linasumbua, ndipo unapoingia kwenye kufunga basi ile dhambi unaifunga usipate nafasi kwako, ndipo unaongea kwenye mfungo, unaendelea kumomba Mungu wa mbinguni. Unapomaliza mfungo tai unakuwa barabara, lakini unapokuwa umemaliza, sio unarudia hali ya zamani, tayari unakuwa umeshapata mazoezi na unajua namna ya kuweza kuheshimu Mungu wa mbinguni. Nami uh, kupaka majivu hmm, inamaanisha nini kwenye kwenye hii Kwaresma? uh, majivu kuonyesha kuwa ni toba Ukisoma kitabu cha Esta, unaangalia jinsi ambavyo Hamani ali alikuwa ameenda kushtaki kwa mfalme, Wayahudi wote waweze kuuawa. Lakini Mordekai akavaa majinia kwa kuomboleza, anaenda kwenye nyumba ya kifalme, hakutamani apaye mavazi mazuri, anaonekana kuwa amefunga. Ukisoma habari za Yona, anaenda kule Ninawi, anapotangaza habari ya Ninawi yule mfalme wa Ninawi anasema kuwa hakuna cha mnyama kwenda kuchunga mm, hakuna cha nchi yote, wakafunga wakavaa magunia mpaka waka, majivu. Wanaonyesha kuwa kuomboleza, yani moyo wa toba. Ndio maana ya kufunga, unatubu. Mm, e, uh, na... una unawaambia nini kuhusu kuhusu mfungo huu wa Kwaresma? Ah, uh, natakia kila laheri, ndio na ukiangalia kalenda tulionayo msimu huu ni kalenda ambayo imeendana vizuri sisi wa Kristo na wenzetu wa dini ya Kiislamu kis. Lakini ukisoma Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya sita msawada wa kwanza Yesu anaonyesha haya ni mafundisho ya Yesu Kristo akiwa mlimani akiwafundisha, akasema kuwa msifanye wema wenu machoni pa watu ili mtazamwe. Jee, na sisi tunapofanya tengeneza ndani ya nafsi Usitamani kuonekana kuwa umefunga. Mungu wa mbinguni anajua namna gani ambapo umefunga. Usitamani kujionyesha kuwa umefunga na hapo akoni umefunga, lakini funga yako iwe ya ndani. Na ndio maana Yesu anafundisha sema kuwa msifanye kama wana, mtu mwingine anatamani kuonekana kuwa kila ah, mimi nimefunga ah, anasema kuwa msiwe kama wanafiki. Na hata kama kuomba unaweza kuingia ndani ya nyumba ukaomba Ure, popote pale, lakini usionekane kama mtu ambaye kila mmoja akijua kuwa umefunga ah, anaonekana kuwa Unataka kujionyesha mm, lakini Mungu wa mbinguni anajua nafsi ni mwetu. Je, umefunga hujafunga? Inawatakia mm, e, tu Kwaresma njema na ibada njema Jumatano majivu kubwa kuliko yote. Yesu alisema kuwa katika ile Injili ya Yohana Mtakatifu sura 17, anasema kuwa ah, kazi nimeimaliza, niwaifanya kikubwa cha kufanya, hakutamani Mungu atuondoe, bali akamwambia kuwa uwalinde na yule mwovu. Mm, tuko kwenye ulimwengu huu Mwisho akasema kuwa kikubwa cha kufanya ombeaneni ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo tuzidi kuombea kuzidi kuombeana, tunapozidi kuombeana ndipo tunaenda kuona ukuu wa Mungu katikati ya maisha yetu Eh. Yeah. E. asante sana mtumishi na mtazamaji wa chaneli yetu ya Holyland Media. Ulikuwa nami mtangazaji wako Andrew Ngoe na tulikuwa na mtumishi Eliabi, naam Nyuma ya kamera ulikuwa na Edward na mwana na Mungu akubariki. Hii Kwaresma tutaona. Waislamu wamefunga, Wakristo wamefunga, wewe, je, utakai kuwa unakula? Wewe utatuambia dini gani? Asante sana na Mungu <laughs> akubariki.